rasmi kwa ile mitihani ya darasa la nane yaani KCPE. Mwanamke mmoja kutoka huko sehemu ya Garissa anamtafuta mtoto wake ambaye ni mtahiniwa wa mwaka huu. Kijana huyo alitoweka tarehe sita mwezi jana na kuacha maandishi ya kutaka kutofautiwa ama kutotafutwa tena kwani safari yake ya kubadilisha maisha imewadia. Mwanahabari Hamza Yussuf na taarifa zaidi. Majira ya saa 8 jua likiwa utosoni wakati ambapo kina mama wenzake wanapumzika, Rukiya Hamud hana raha. Analazimika kusema na kila anayekutana naye barabarani, si madereva, si wapita njia, wote akiwaonyesha picha ya mwanawe, akitarajia kupata majibu ya kumtuliza roho. Mwanamke huyu ametaabika kwa muda kwani mara ya mwisho mwanawe ametoka nyumbani kwa madai ya kufanya somo la ziada na rafiki zake. Imepita sasa, ni karibu mwezi moja ndio tumemkosa hiyo mtoto, na sasa reason yake siwezi nikaijua exactly. Lakini mi naona ni kama like mi sikumuelewa venye alikuwa nataka Alikua amezika hiki kitabu hapa chini, ndio tukapata, tukajua kwenye kile alikuwa ameandika kabla ya kupotea. kwa mtoto huyo wa miaka kumi na minne aliacha kitabu hiki ambacho ni shajara yake, ambayo amekuwa akiandika mipango yake. Nilibahatika kusoma shajara hii, na baadhi ya maandishi haya yanasema: niki ni kuu nam nina taarifa jamani, uhalifu hauzaliwi ila unatengenezwa kwenye kitabu kingine Umul Kher aliandika hivi, ni kinukuu: na mpango mingi, na la kwanza likiwa ni kutafuta mbinu ya kutoroka hapa nyumbani. Ni maandishi yaliyoacha wengi na vinywa wazi, huku mamake akijiuliza maswali bila jawabu. Mamaye anatuma ujumbe mahususi kwa mtoto huyu. Mimi sahizi naomba tu yeye mwenyewe, kama ananisikia mahali yote anaweza kuwa akuje, tu nimpeleke aende afanye mitihani yake akimaliza mtihani, tutasolve problem yote ako nayo, tutamfanyia kenye anataka. Ameripoti kisahiki mara kadhaa kwa kituo cha polisi hapa Garisa, hakuna kitu anafuatilia, hakuna kitu anatusaidia. Tukienda kule wanakuuliza wee, uko na information gani? Sasa mimi raia nitatoa information wapi kama serikali yenyewe awasaidii wao wenyewe hawatafuti anything? Hiyo si tutatoa information wapi? Mtoto huyo amezaliwa katika kaunti ya Samburu, lakini mamake aliomba uhamisho pindi tu alipoaga babaye mzazi baada ya kugonjeka kwa muda. Watoto wengi wanaotoweka eneo hili wanakisiwa kutafuta ajira katika taifa jirani la Somalia. Kwa jamaa na marafiki wa Umulher, wanasema hawana uhakika iwapo mtoto wao amefuata mkondo huo. Mamake ana wasiwasi mtoto huyo huenda akapewa mafunzo yenye itikadi kali inayoweza kusababisha tishio kwa usalama. Hamza Yussuf, KTN